Ufahamu wa wewe ni nani ndio unaomaliza hofu na woga kwenye maisha yako. Ni mpaka kwanza Mungu akikutambulisha kwako mwenyewe ndipo unapojijua. Gideon amejificha kwenye pango, anapepeta ngano kwenye shinikizo, amejificha mpaka Mungu alipomtambulisha kwake mwenyewe, Gideon wewe ni shujaa ko, akamtambulisha Gideon kwa Gideon kwamba wewe ni shujaa, ndipo ujasiri ulipomvaa. Musa alienda midiani kule, alimkimbia Farao, kakimbia kaenda kule Midiani kaka miaka arobaini, amemkimbia Farao. Mungu anamtokea anamwambia, rudi ukawatoe watu wako utumwani. Ikabidi Mungu amfunue musa kwa Musa, akamtambulisha Musa mbele ya macho ya Musa. Yaani Musa mwenyewe alikuwa ajielewi wala ajijui, ikabidi Mungu amfunue aanze kujiona, ndipo aliporudi na akawatoa watu tumwani. Musa alimkimbia Farao, ndio Farao huyo huyo, huyo aliyemwogopa Musa. Kwa hiyo utembea wa kiungu kwenye maisha yako unakufunua wewe na kukufanya uliokuwa unayakimbia ndio yaanze kukukimbia. Saizi kuna mambo unayakimbia, kuna mahali unapakimbia, kuna watu unawakimbia, kuna aina ya kimaisha unaikimbia ila Mungu akikutambulisha kwako ni nani, na akajifunua kwako ni nani kwako kwa? yale ambaaakimbia ya aza kukukimbia kama vile ambavyo Wamidiani walikuwa wanamkimbiza Gideoni ila idn akawakimbizaaawaman anamtesa idonakawatesa aanawatesa wa Midian kwa sababu baada ya Mungu kumfunua Gideon kwa Gideoni yeye mwenyewe kujitambulisha na kumtambulisha Idoni kwake mpaka utakapotambulishwa na Mungu wewe ni nani kwako, utakapojijua na kujitambua, ndipo ambapo utaacha kuyakimbia ambao unayakimbia saa hizi. Kuna kitu ikiambiwa utakataa kwa sababu hujajijua. Hata Yeremia alipoambiwa, wewe nimekuweka kuwa nabii, wewe sio mtoto, aliendea kukataa kubishi. Ukienda kusoma mstari wa kumi na nane Mungu anamwambia wewe, nimekufanya kuwa mji wenye boma, mji wenye boma make. Wewe ni mji wenye boma make. Mungu anasema nikikutazama, sikoni kama mtu. Mungu akimtazama Yeremia anamwona kama jiji lenye boma make, lilozungushiwa kuta, lina fence yeye anajiona kama mtu. Mungu anaambia usijidharau, wewe ni mji wenye boma, na kwasababu wewe ni mji wenye boma, akasema hakuna taifa wala hakuna mtu ambaye ataweza kusimama kinyume na wewe, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Ndipo Yeremia akaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo Yeremia aliyoyafanya yote ni matokeo ya kutambulishwa na kufunuliwa. Neno la Bwana lilinijia na kuniambia kwa hiyo alifunuliwa kwa neno. Kuna neno liliachiliwa kwake likamwambia, wewe Yeremia ni mji wenye boma, na hakuna taifa litakaweza kusimama mbele yako wala mtu atakayesimama mbele yako kukupinga, hayupo. Akachukua lile neno akalifanya kuwa lake, na likazaliwa kwenye maisha yake, sababu neno likifunuliwa kwako linakufanya kuwa vile ambavyo limetaka kuwe, linakufanya kuwa vile ambavyo linasema wewe ni nani. Ndomana njia moja wapo ya kufunuliwa ni kwa njia ya neno. Ndio maana siku moja nikaandika nikasema hivi, Mungu amekuweka kama simba Ukiamua kuishi kama kondoo ni wewe, kwa sababu amekupa nature, amekupa asili ya simba. Ukiamua kuishi kama kondoo ni wewe, sababu Yesu ni simba kabila la Yuda. Biblia sisi tu viungo vya mwili wa Kristo, kwa kama Yesu ni simba kabila la Yuda, na wewe ni viungo vya mwili wa Kristo, hauzikwa kiungo ili simba afanyike kuwa simba. Viungo vya simba ndivyo vinafanya aonekane kama simba.